E Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya kujifunza neno lako. Tunakuomba utupatie akili ya kuelewa, moyo wa kukubali, na nguvu ya kutenda mapenzi yako tufunue siri za somo hili ili tujifunze kwa upande wako daima. Tunakuomba haya kwa jina la Yesu Kristo, amina. Wakati kukaa kwao kwa muda mrefu kule Misri, Waisraeli walikuwa wamemsahau Mungu kwa kweli kwa wahenga wao. Kama tukio mengi ya safari zao jangwani yalivyodhihirisha, ujuzi wao wa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ulikuwa umefifia, na walikuwa na mchanganyiko wa dalili zao za kipagani kwenye desturi zao za kidini chini ya ukandamizwaji wa Misri walimlilia Bwana na katika wakati sahihi Bwana aliingilia kwa niaba yao. Kulingana dhana ya kivita ya mashariki ya kati ya kale, mapambano kati ya watu wa Timai yalififiwa kuwa mapambano ya Mungu au ya miungu. Kutoka sura 19 na ule mstari 12 asema kwamba Bwana alitoa dhabihu Bwana alitoa adhabu ya hukumu si kwa Farao tu bali pia kwa miungu ya Misri, wale pepo wenye nguvu. Mambo ya Walawi sura ya 17 na ule mstari wa saba Kumbukumbu la Torati 32:17, waliokuwa nyuma ya mamlaka kandamisi na mfumo wa dhalimu wa kijamii wa Misri. Hatimaye Mungu yupo vitani dhidi ya dhambi, naye hatavumilia ugomvi milele. Malaika wote walioanguka pamoja na wanadamu ambao kwa uwazi kabisa na kutokubalika wanajihusisha na dhambi wataangamizwa. Kwa kuzingatia hili mapambano dhidi ya wakazi wa nchi yamekuwa kitazamwa kama hatua ya awali ya vita hii ambayo ilikuwa inakwenda kufifia kilele chake kwenye msalaba na ukamilisho wake kwenye hukumu ya mwisho wakati haki na tabia ya Mungu ya upendo vitakapokuwa vimethibitishwa. Dhana ya uangamivu kabisa wa kanani sharti ieleweke katika msingi wa mtazamo mpana wa kibiblia, ambapo Mungu anahusishwa kwenye mpambano la ulimwengu na wawakilishi wa uovu ulimwenguni. Hatimaye, kinachowekwa hatarini hapa ni sifa na tabia ya Mungu kwa sababu ya dhambi imeingia katika uwepo wa wanadamu. Hakuna awezaye kusimama katika eneo lisilo na upande wowote. Ni lazima mtu awe na ama upande wa Mungu au upande wa uovu. Kwa hiyo, kwa kuzingatia mazingira haya, kufutiliwa mbali kwa Wakanani hapasa kutazamwe kama onesho la awali la hukumu ya mwisho. Walisia upambano kuu na ruhusu kuwa upande mmoja tu kati ya pande mbili. Unajuaje kwamba uko upande gani? Somo la leo linatufundisha kwamba Mungu si tu Mungu wa rehema, bali pia ni Mungu wa vita, si vita vya damu na silaha, bali vita vya kiroho dhidi ya dhambi na uovu. Wakati Waisraeli walikuwa watumwa nchini Misri kwa miaka mingi, walimsahau Mungu wa kweli. Walichanganya desturi zao na ibada za kipagani za Wamisri. Imani yao kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ilikuwa imepotea, lakini walipoanza kuteseka sana, walimlilia Bwana kwa msaada na Mungu aliwasikia. Kutoka sura ya pili mstari wa 23 hadi 25. Mungu alipoamua kuwaokoa, kutuma tu maneno, bali alionyesha uwezo wake kwa matendo. Pigo baada ya pigo, alifedhelesha miungu yao yote ya uongo ya Wamisri. Kila pigo lilikuwa ushahidi kwamba Mungu ni mkuu kuliko miungu yao ya uongo. Kwa mfano, pigo la damu lilionyesha kuwa Mungu ndiye mwenye mamlaka juu ya mito walioabudu. Wa pigo la chura lilionyesha kuwa Mungu ndiye mumbaji wa viumbe vyote. Pigo la giza lilionyesha kuwa Mungu ndiye nuru ya ulimwengu. Mungu alijifunua kama mpiganaji wa haki. Hakuwa akipigana kwa sababu ya hasira ya kibinadamu, bali kwa sababu anapigania watu wake walioteseka na kutetea jina lake takatifu. Kupitia historia hii, tunajifunza kwamba pambano linalokuwa kati ya Musa na Farao lilikuwa ni mfano wa pambano kubwa zaidi kati ya Mungu na Shetani. Ni vita vya milele kati ya mema na mabaya. Shetani hutumia mamlaka za kidunia kuwakandamiza watu wa Mungu, lakini Mungu huingilia na kuwapigania Wakati mwingine Biblia inaonyesha Mungu akiharibu mataifa kama Wakanaani na watu hujiuliza kwa nini. Ukweli ni kwamba Mungu ni mwenye rehema na alitoa muda wa kutosha kwao kutubu, lakini walikataa kabisa, wakaendelea katika maovu makubwa kama kuua watoto na kuabudu sanamu. Hivyo uharibifu wao ukawa mfano wa hukumu ya mwisho kwa wote wanaokataa kutubu kwa hiyo somo hili latufundisha kwamba Mungu hapigani kwa silaha za kidunia bali kwa nguvu za kiroho. Somo hili latukumbusha kwamba Mungu apigania watu wake na kuwaokoa kutoka katika mikono ya adui. Somo hili latukumbusha kwamba kila mtu lazima achague upande, hakuna upande wa katikati, aidha upande wa Mungu ama upande wa Shetani. Somo hili latukumbusha kwamba dhambi ni adui mkubwa wa Mungu na itaharibiwa kabisa siku ya hukumu. Somo hili latufundisha kwamba wale wanaomwamini Mungu wako salama kwa sababu Bwana ni mpiganaji wao. Mungu ndiye washindia wa Israeli baharini, ndiye anawashindia wafuasi wa wake leo, dhidi ya majaribu, dhidi ya magonjwa na maovu ya dunia. Tunapomruhusu Mungu apigane kwa niaba yetu, tunapata amani na ushindi wa kweli. Tunakumbushwa pia kuwa pambano la mwisho linakamilika Kristo atakaporudi mara ya pili. Hapo uovu utaangamizwa, shetani atafungwa na wale waliokuwa upande wa Mungu watapokea taji ya ushindi wa milele. Kwa hiyo, ni lazima kila mmoja wetu ajiulize, nipo upande gani katika pambano hili kuu? Ukichagua upande wa Mungu, hata kama vita ni vikubwa, ushindi ni hakika. Tuombe. Ee Mungu wetu, tunakushukuru kwa somo la leo, kutukumbusha kwamba wewe ndiwe mpiganaji wetu. Tusaidie tusiogope mapambano ya maisha, bali tukukabidhi kila jambo mikononi mwako. Napokabiliana na dhambi na majaribu, tupiganie kama ulivyowapigania wa Israeli. Tunataka tuwe upande wako daima, hadi siku ya ushindi wa mwisho. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amina.